Idi es nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kuchangia bajeti hii ya ofisi ya mheshimiwa waziri mkuu. Awali ya yote, niungane na wabunge wengine kumpongeza sana mheshimiwa waziri mkuu kwa bajeti yake nzuri na nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya hasa jimboni kwangu Ludewa. Mheshimiwa mwenyekiti, eh, kwa kweli miaka hii mitano ambayo nimekuwa hapa bungeni serikali imeweza kunisikiliza kwa kiasi kikubwa na nimepata fedha nyingi ambazo wananchi wa Ludewa wamezishangaa. Na niwashukuru sana wananchi wa Ludewa kwa kuniamini kuendelea kuniunga mkono na kunipa moyo ili kazi yangu iweze kuwa nyepesi ya kuwatafutia maendeleo. Mheshimiwa, eh, mwenyekiti, awali ya yote nikianza na sekta ya elimu, miaka hii mitano Ludewa tumepata shule za sekondari zipatazo tano, shule mpya za sekondari tano. Vilevile vile tumepata shule mpya za msingi mbili, na Mheshimiwa mwenyekiti, shule moja ya msingi e, wananchi wakaona iitwe jina la Joseph Kamonga. Kwa hiyo nashukuru sana kwa heshima hii walionipa. Ee, na mimi Ludewa sio mbunge wa kwanza, ni mbunge wa kumi na ni mbunge ambaye nimeingia nikiwa mtoto mdogo kuliko wabunge wote, lakini eh, wananchi wameweza kutambua mchango wangu na kuweka kumbukumbu ya kuita ile shule jina la Joseph Kamonga. Niwakikishia wananchi wa Ludewa kwamba eh, niko kwa imara, nina nguvu bado nina uwezo wa kuendeleza pale ambapo tumeachia. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye eneo hili la elimu kuna shule ambayo e, wananchi wa Ludewa wakati mkuu wa wilaya alikuwa anaitwa Andrea Sere, nisipomtaja huyu DC nitakuwa sijamtendea haki. Alichangisha shilingi mia tano, elfu tano, elfu kumi, wananchi wakaweza kujenga shule kwa ajili ya watoto wenye ufaulu wa juu pale Ludewa, na waheshimiwa madiwani tulivyoingia tukaimalizia, tulikuta madarasa mawili pale, wakaipa jina Ludewa Kwanza. Mheshimiwa mwenyekiti, shule hii inakuwa ya kwanza kwa shule za serikali e, kwa mkoa wa Njombe, lakini ilijengwa na wananchi wote wa wilaya Ludewa. e, shule hii kwa maendeleo alionayo na inavyosaidia watoto wenye ufaulu wa juu e, wananchi wameomba, e, niombe serikalini waweze kuongezewa hata madarasa matatu ambayo ni milioni 75 tu. Najua hii kwa mheshimiwa waziri mkuu ni jambo dogo sana akitoka hapa na mimi nataenda kutafakari. Mheshimiwa eh, mwenyekiti, tumepata pia shule ya sekondari Lubonde, tumepata shule ya mafunzo ya kwa vitendo, shule ya amali pale Mlangali ya bilioni 1.6 imekamilika, imesajiliwa na mwezi wa tano tunatarajia watoto wataanza kupata mafunzo kwa vitendo. Tunashukuru pia tumepokea walimu kwa ajili ya shule hii. Haya ni mafanikio makubwa sana kutokea E, kupatikana kwa Ludewa. Lakini vile vile pale Masasi napo tumeshamaliza shule ya sekondari Chief Dastani Masasi nayo inatarajiwa kuanza mwezi huu. Imeshasajiliwa tayari kwa kupokea wanafunzi. Pale Lugarawa tumejengewa miundo mbinu madarasa karibia kumi na tisa na mabweni mawili na tayari imeshasajili kidato cha tano na cha sita, tunatarajia mwezi wa saba wataanza shule ya sekondari Mchuchuma. Mwaka jana kidato cha tano walianza pale, ambao mwaka huu wataingia kidato cha sita. Kwa hiyo, mheshimiwa mwenyekiti, kwenye elimu sekondari kwa kweli e, tumepata mambo mengi yakiwemo mabweni tisa mapya na nyumba za walimu nane pamoja na, na maabara kumi na mbili. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kazi nzuri na kubwa ambayo imefanyika jimboni kwangu Ludewa tukienda kwenye sekta ya afya, hospitali ya wilaya ya Ludewa ilikuwa imechakaa sana. Serikali imeweza kutuwekea pale zaidi ya bilioni mbili. Miundombinu mingi imebadilishwa, imerekebishwa na kuwa ya kisasa, ya kisasa kabisa. Lakini vilevile vile tumejengewa zahanati mpya karibia ishirini na saba. Kati ya hizo ishirini na moja tayari zimeshaanza kufanya kazi. Kwa kweli tumewapunguzia wananchi mwendo wa kutembea kilomita nyingi kwenda kufuata huduma ndogo ndogo za afya. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa hii na tunaomba watumalizie ile, e, zanati ya Chanjale ambao wananchi bado wanatembea kilometa 17, imebaki fedha kidogo tu na kupata wahudumu wa afya, kwa sababu mkurugenzi amejitahidi sana, alipeleka pale milioni ishirini. E, bado tu fedha chache ili wananchi wa Chanjale wanze kupata huduma pale. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti kwenye sekta afya vile vile tumeweza kupewa boti kwa ajili ya kusaidia dharura za ziwa Nyasa milioni mia nne. Na boti hili waheshimiwa madiwani na wataalam walienda kulikagua, ni boti zuri sana na baada ya siku kumi na nne litakuwa limekamilika, tutaweza kulipeleka eh, jimboni Ludewa. Kwa hiyo Mweshimiwa Mwenyekiti, ningeomba hapa, pia kuna kituo cha afya kimoja kinaitwa Mavanga, ni kituo cha mishen kinatoa huduma hasa kwa wakinamama wa, wa masuala ya uzazi, ila tu wana changamoto tu ya ambulance, na wako tayari hata pale wizara ya afya kwa Mheshimiwa Jenista Mwagama, kama kuna gari Land Cruiser ambayo inaweza ikafaa kwa ambulance, wako tayari kwenda kuirekebisha ili waendelee kuhudumia wakinamama. Lakini vile vile tunashukuru sana pale Mundindi, tumeweza kupata fedha zaidi ya milioni mia saba tumemalizia kituo kile cha afya na sasa kinahudumia e, wananchi, ila tu wanaomba wataalam kidogo, watumishi waongezwe ili waweze kutoa huduma kwa ufanisi zaidi. Na pia wanashukuru pale kituo cha afya Mundindi baada ya kukamilika, serikali ilipeleka ambulance mpya kabisa, tena nilipewa mwenyewe nikaenda kuikabidhi pale. Nishukuru sana kwa heshima ile ambayo nilipewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukija eneo la, la miundombinu ya barabara serikali pia imefanya kazi kubwa sana, tumejengewa kilomita hamsini za barabara ya zege eh, kuanzia pale Lusitu mpaka Mawengi, barabara ambayo imegharimu kiasi cha shilingi bilioni mia moja sabini na tisa eh, ni fedha nyingi. Barabara ile ni bora na tunaambiwa ina uwezo wa kudumu kwa miaka isiyopungua sitini. Kwa hiyo nashukuru sana Mheshimiwa Raisi kwa kutujali Ludewa sambamba na lile daraja la mto Ruhuu ambapo alivyokuja kuomba kura alivuka kwenye panton alivyoondoka, mimi nilivyosemea semea hapa bungeni tuliweza kupata fedha nyingi karibia bilioni nane tukamaliza lile daraja na leo linasaidia wananchi. Tukienda kwenye barabara za vijijini, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vijiji ambavyo wananchi walikuwa wanazaliwa mpaka wanafariki miaka tisini mia hawajawahi kuona gari, lakini awamu hii tumeweza kufikisha gari Lumbila tumeweza kufikisha gari Makonde. Siku ya kwanza pale gari inafika Makonde, watoto wote walikimbia kwenda kufichama, wanaogopa, wanaogopa gari yani wanadhani labda kuna vita. Kwa hiyo mheshimiwa, miaka hii mitano yaliyofanyika kule yalikuwa ni kama muujiza. Niombe tu ile barabara ya kwenda Lumbila, kutokana na maporomoko ya vifusi kidogo maeneo machache yalizibaziba, lakini tunashukuru serikali iliweza kutuingiza kwenye mradi wa Benki ya Dunia tuweze kupata zaidi ya milioni mia moja kwa ajili ya kuboresha na kujenga concrete strips. Mheshimiwa eh, mwenyekiti, kuwasaidia wananchi wale kule kando kando ya Ziwa Nyasa, ambao mtu anazaliwa na kufa miaka mia moja kuwapelekea barabara, hiyo ni zaidi ya ibada. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, wananchi wale waangaliwe zaidi zile barabara ziweze kujengewa zile concrete strips na mitaro kwa sababu ziko kwenye miteremko ya milima Livingstone ili sije zikageuka kuwa mito. Lakini vile vile kuna ile barabara ya Mbwila kwenda Lifuma. Nashukuru sana watu wa Tarula e, walituidhinishia kiasi cha shilingi bilioni moja ili tuweze kukamilisha barabara ya kwenda Nkwimbili, huku nako wananchi wanapata karaa kubwa sana Kwimbili, Kilambo, Ntalawanda mpaka Nsisi. Hii ni barabara muhimu inaweza kuunganisha wananchi wa kata karibia tatu na makao makuu ya wilaya Ludewa. Lakini vile vile kwa jimbo la Ludewa, tunashukuru sana Serikali kwa kutoa fedha, barabara nyingi tumeweza kuzitengeneza na kuzifungua, ila tunaomba awamu nyingine bajeti iweze kuongezwa zaidi, ili kujengwe mitaro, kwa sababu maji ndio yanayoharibu sana barabara. Na wilaya Ludewa ni eneo ambalo lina wakulima wengi sana, kwa hiyo barabara E, kama kule Ibumi nilikwenda wiki iliyopita e, barabara ya Ludewa kwenda Ibumi na ile ya Amani kwenda Ibumi. Barabara hizi Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukanda wa uzalishaji mkubwa sana. Mwananchi mmoja anavuna junia mpaka elfu nane za mahindi, lakini nashukuru watu wa Tarura waliingiza nazo kwenye mpango wa fedha za Benki ya Dunia. Kwa hiyo fedha hizi kitoka barabara ikaboreshwa, itaenda kusaidia na ule mradi wa ambao mheshimiwa rais ameuleta wa kilimo cha umwagiliaji. Kuna mradi mkubwa kule lakini, vile vile, kuna lile daraja ambayo linajengwa linalounganisha wilaya Mbinga na wilaya Ludewa ambapo serikali ilitenga kiasi cha shilingi bilioni mbili nukta tisa. Tulipata bahati mbaya wakandarasi walikuwa wanatelekeza kazi, lakini tumekubaliana na watu wa Tarura waweze kusimamia sheria vizuri ili barabara hii na nyingine ziweze kukamilishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho wa yote niombe sana ile barabara inayoanzia Itoni Rudewa mpaka Manda na Mkiu Liganga Madaba ziweze kukamilishwa, kwa sababu serikali ilishalipa fidia kiasi cha shilingi bilioni kumi na tano, na muda sio mrefu uwekezaji wa Liganga na Mchuchuma unaanza. Uwekezaji huu unakwenda sambamba na miundombinu bora ya barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hizi zikiboreshwa itakuwa ni rahisi sana kwa wawekezaji wanaokwenda kwenye Liganga na Mchuchuma kuweza kufanya shughuli zao vizuri, lakini wananchi pia wa Ludewa wanaweza kuepukana na usumbufu ambao wamekuwa ukiupata kwa muda mrefu. Zipo jitihada za serikali, natambua alishalipa bilioni nne nukta saba lakini mkandarasi aliomba ongezewe bilioni tano ili aweze kurudi site na nguvu yote, kwa sababu mitambo anayo na ile ni kampuni kubwa. Kwayo niombe serikali kwa sababu ule mradi ni wa fedha nyingi zaidi ya bilioni mia moja e, kumi na nne. Waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu hajawahi kutuangusha, akimwongezea fedha hizo naamini mkandarasi anaweza akarudi kazini, na tunapokuja kuzungumzia masuala ya uchaguzi, mambo yatakuwa safi kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine ambalo nataka kulisemea ni eneo la kilimo. Nishukuru sana serikali, wananchi wa Ludewa ni wakulima, wanategemea kilimo na ombi lao kubwa kwa serikali ni soko la mazao yale ya mahindi ambayo ndio wanalima kwa wingi. Kwa hiyo nashukuru mwaka juzi walinunua tani mia saba na tisa lakini mwaka jana e, watu wa kilimo wameweza kuongeza ununuzi mpaka kufikia tani elfu tano na mia mbili. kwa hiyo hii ni mafanikio makubwa sana na wakulima wengi wamepata fedha, na mwaka huu pia Ludewa tuna mahindi mengi sana. Kwa hiyo wanaomba waweze kuandaliwa soko na ikiwezekana kwa wizara ya kilimo tukapata go down kwa sababu mwaka jana wangeweza kununua mahindi mengi zaidi ila maeneo ya kuhifadhi yalikuwa ni changamoto. Lakini vile vile nishukuru kwa ruzuku ya mbolea, wakulima wameweza kupata zaidi ya tani elfu 15 za mbolea za ruzuku. Jambo hili limeongeza tija kwenye kilimo, wananchi wamepata fedha, wameweza kusomesha watoto, na leo sasa ndio maana wanatuma niweze kuomba serikali iwaajiri watoto hawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema haya machache nishukuru sana serikali na nitamke kwamba naunga mkono hoja kwa asilimia mia moja.